Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimemake headline huko mitandaoni ni bwana, ni kuhusiana na show ya bibie Zuchu e, amefanya katika mikoa tofauti tufaut, tofauti kama vile Chunya, lakini pia akafanya show huko Mbeya. Unaona, amefanya show kama mikoa mitatu hivi kama sikosei. Sasa wadau mbalimbali bwana, wamekuwa wakimsema vibaya bibie Zuchu wakidai kwamba amegaragaza brand kuperform katika mikoa hiyo, na hizi ni show ambazo Zuchu ha, alishindwa kuziacha, alishindwa yani, ha, ha, akakanseli hata kwenda kwenye harusi ya ya Juksi na Priscilla huko Nigeria kwa ajili ya kufanya show hizi, yani kwa ajili ya kuperform. Tunajua kabisa kwamba hizi show zilikuwa karibu kabisa na siku kuu, na Zuchu alikuwa yuko booked, kwa hiyo akaenda kupiga pesa. Unaona bwana. Sasa wadau bwana wako mitandaoni kwa kuwa na hii mijadala ya kudai kwamba eti Zuchu bwana ameshusha brand yake kuperform huko mikoa hiyo katika hizo show ni bora hata angeenda katika harusi ya Juksi na Priscilla. Eh, bwana, na show of course ilikuwa nzuri, watu walikuwa na vibe, watu walikuwa wako very hyped. Sijaona tatizo liko wapi, lakini wabongo hawakosagi la kusema na wamempondea hivyo binti wa watu. Sasa basi e, show aliyofanya Zuchu huko bwana, kuna watu hapa wamekuwa wakizungumza mitandaoni kwamba eti imeshusha hadhi yake ambao wengi walikuwa wame, wameizoea na kuitafsiri kama ni show ya chakatuchaka chaka, umeona so e, kutokana na hizo habari ambazo zimesambaa mitandaoni wadau wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hicho kitu. Kwa mfano hapa kuna mdau amesema kwamba e, bwana kuwa msanii ni kutoa burudani kwa watu wa tabaka zote, hata wale wa hali ya chini. Watu wa chini ndio wanaompa Zuchu sapoti kusikiliza nyimbo zake kwenye platforms, na muda mwingine msanii kama Zuchu anakwenda kuwapa burudani bila kujali daraja lao. Sasa hapo ameshoshaje brandi? Mbona mnazingua? Kuna mtu ameongea point kiasi hicho, umeona. Mtu mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana, kikubwa ni kwamba amelipwa pesa aliyokuwa anaitaka, hayo mengine nyinyi hayawahusu. Kwa mtu amesema kwamba bwana, mti wenye matunda kweli lazima upigwe mawe. Huyu binti sijajua hapa alichokosea ni nini? Umeona kwa kau bwana, sisi ndio hadhi yetu, kwani mmelipa shilingi ngapi? Hamna shukurani. Kau bwana, low class ndio nini? Hebu acheni ufala, as long as amelipwa show amefanya, eh, tutakumbuka